Mwezi wa tano, nataka niwasikilize hao sema mwezi wa tano, sema mwezi wa tano namba tano. Tano kiroho ni namba ya neema, ni namba ya maongezeko, namba tano, na ndio maana na kutabiria usiku tunapoingia namba tano, ndio pokea pako maongezeko, kwa jina amina. Anapokea kwa jina namba tano, ndio ni namba ya maongezeko. Biblia inasema ya kwamba kwenye kitabu cha Marko sura ya 6 41 mpaka 44, Biblia inazungumza kitu pale kwenye Matayo 28 16 inasema hivi ya kwamba mm, Yesu akaagiza wanafunzi wakaleta mikate mitano na samaki wawili, lakini Biblia inaeleza pale akasema, mikate mitano walikula watu elfu tano. Sema elfu tano, elfu tano. Upako wa Benjamin Benjamin katika nyumba ya Yusufu mm. Alipofika kwa Yusufu yes. Yeye Benjamin alikuwa na upako wa maongezeko. Amina. Wakati wengine wanapewa chakula, yeye alipewa mara tano zaidi. Sema mara tano zaidi, namba tano ni namba ya neema, ni namba ya maongezeko amina. Ndio maana biblia inasema yes. Mwingine alipewa talanta tano, alipepewa talanta tano, akaenda kuzalisha zingine tano, akaja kwa bwana wake, akamwambia wewe ni mtu mzuri sana, akamwongezea mara zaidi. Aliyepewa moja akachukua moja akaenda kuizika Kumbe yule mwenye namba tano, yes. alienda kuongezewa zaidi. Yes. Na tabiri kama nabii wa Bwana, tabiri, tabiri kama nabii wa Bwana, mwezi wa tano utaongezeka sana. Amina. utaongezeka sana Amina. utaongezeka sana. utaongezeka sana Amina. utaongezeka sana, utajisema naongezeka, naongezeka Tarehe yes. yes. Ma tano mwezi wa tano saa tano maombi ya masaa matano maongezeko matano. Nasema pokea pako kuongezeka, njona biashara yako itaongezeka. Nasema njona vitu vyako vitaongezeka Jona vitu vyako vitaongezeka. Amina. Luka ju sema mara tano zaidi, mara tano zaidi. Kama una nyumba moja, Mungu akupe tano zaidi. Amina, napokea. Kama una duka moja, Mungu akupe tano zaidi. Amina. Anapokea tano. Kama una tano na mtoto mmoja, Mungu akupe tano zaidi. Amina, anapokea tano kwa chana, na kama unapokea tano zaidi, napokea tano zaidi. Luka ni sema tano, tano, tano, tano zaidi, tano, tano, tano zaidi. Sema haya <coughs> ya ya haya ya ya, sema napokea upako wa maongezeko, napokea upako wa maongezeko, na hili kanisa litaongezeka mara tano zaidi, ee mara tano zaidi, mara tano Tano zaidi. Tano zaidi, uh, uh, shika maziombe, pokea tano zaidi. Pokea tano zaidi. Mwaka u kama alikuroga kasema utaongezeka. Yes. Mimi natabili kwenye hii madhabahu. Nitatengua kama kuna kiapo Yes. kwenye ukoo wenu kilisema mtaongezeka, nitakitengua tarehe tano. Amina kitenguke! Kama kuna mchawi aliyesema hutaongezeka, ninatengua tarehe tano. Amina. Kama kuna nguvu yoyote ya giza Yes. ilisema wewe hutaongezeka Ndiyo. sema natengua tarehe tano Tayari hiyo itaona kitu cha jao. Jumapili ni tarehe nne na tarehe tano nangiki Jumatatu <Nhtie> sema hey. Kwahiyo tutawasha moto nne, tutawasha moto tano. Ujue huu lazima shetani aseme, na nimesarimuamri nawacia sasa mwende. Yani tunaanza kumgaragaza leo kumbukwe namba tano ni mawe matano ya Daudi, matano ya Daudi yalienda kumwacha Goliati chini Amen. Goliati akaanguka paa, na ndivyo itakuwa kwa madu yako, tunaanza leo hiyo ngoma Amen. na tutashuka jiwe namba tano Amen. Kuanzia yani, tunapoingia tano tu, tano tapa, kila mmoja anapewa jiwe Amen. huyo shetani huyo, mwaka huu Lazima achie maisha yako Amen, ili wewe ufanikiwe kwa jina la Yesu.